Kwanza nachukua fursa hii kusema ya kwamba tumepoteza kiongozi ambaye alikuwa takriba ya hali ya juu, Mheshimiwa Cyrus Jirongo. Na kwa niaba ya wanakakamega wote na kwa niaba yangu na familia, sisi tunazidi kusema poleni sana familia ya karibu sana ya mheshimiwa Jirongo. Msiba huu ambao tuko nao ni msiba wa taifa lote la Kenya. Naaswa sisi kama wanakakamega tumepoteza kiongozi ambaye alikuwa na azimio la kuunganisha mkoa wa magharibi mimi. Mheshimiwa Jirongo aliniambia kwamba, gavana, mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba viongozi wa mkoa wa magharibi tumekuja pamoja ili tutafute kiti cha ja urais pale mbele. So sisi kama viongozi I want to say we have lost a very resourceful a leader. A politician who was selfless. Historia ya Kenya especially with regard to the politics of this country from YK92 cannot be complete without uh, CJ being mentioned in that. Gavana wetu akukuja tu hapa ametusaidia sana hata kule nyumbani kufanya mipango. Tunatoa shukurani Bwana Gavana. Unajua, kwa gavana kujitolea mwenyewe na kusaidia Jirongo, kwa maana Jirongo apart from being a political leader hata yeye alikuwa kio, na alikuwa rafiki yake personal friend na amefanya juu chini kuona kwamba kila kitu kiko sawa. Unajua, kule nyumbani, kama kuna administrator ambaye anataka kukusaidia mambo inaweza kuwa ngumu zaidi lakini amefanya mambo yetu imekuwa rahisi. Kwa hivyo bwana gavana, tunakuomba uendelee namna hiyo. Wewe ukisaidia watu wetu namna hiyo, na hiyo ni shukrani. Unajua, kuna kitu kingine ambacho tunaweza kupatia Jirongo. Jirongo is a very generous person. Alikuwa anatoa kila kitu na vile mnajua Jirongo, kifo chake kilikuwa kifo cha ghafla. Hakuna mipango yoyote, na unajua sisi tunajua walio tunasema yule atakuzika ni yule yuko hai. Wewe mwenyewe huwezi kujizika hata ukiwa na nguvu gani, it is your friends who will plan for you you, and that's why we thank you very much bwana gavana, kwa kujitolea kwa, tulikuwa kufikia kuambia wewe, nenda utufanyie, wewe mwenyewe umenda kule na ukaanza kutusaidia. Asante sana, mimi nachukua fursa hii kusema pole to the family, na la pili ningependa kushukuru gavana wetu, tukiingia ofisini Barabara ya kwenda kwa Jirongo ilikuwa barabara ya ya Maram. Sasa, hii mimi ningeomba gavana hii barabara kutoka Lumakanda kwenda Manyonyi kwa sababu iko almost 90% done. Tamak, hiyo barabara tuite Lumakanda Manyonyi Jirongo Road. Kwa sababu alikuwa kiongozi national leader mwenye alitaka maendeleo na mimi kama nilichukua uongozi kutoka kwake, miradi ile Jirongo alikuwa amefanya, mimi niliendeleza na nikamaliza kabla sijatoka Kwenda kwa deputy governor. So, family, pole, tutasimama na nyinyi na chochote. Mimi niko Lugari pale kama jirani, nitashirikiana Mama Kanini Christine na Ann ili we give Jirongo a befitting send-off. Thank you so much. Uongozi eh, wa ndugu yetu Cyrus Jirongo ulikuwa na impact kubwa sana katika sehemu yetu. Amesaidia watu wengi eh, kule Likuyani hata wengine ni watu wakubwa hata nje ya Kenya wametuma risala zao, na tunasema pole sana kama watu walikuyani. Pia sisi tunaomboleza sana, tunaomboleza pia kama jamii ya Waluya na mkoa Magharibi. Yeye alikuwa anatuambia kila mara kwamba e, UDP ndio ngao ya Mluya, na sasa alikuwa na matarajio makubwa ya kuendeleza kubeba bendera yetu ya mkoa Magharibi katika national level Kwania, uh, kiti cha kiti cha urais. Lakini sisi tunasema hata kama yeye ametuacha na ni huzuni kwamba his spirit will live on through us, sisi tutaendelea na huo mchakato tukiongozwa na viongozi ndugu zetu wakubwa kina Mheshimiwa Gumo na wengine kuhakikisha kwamba azimio lake la kuona kwamba uh, mtoto wa Mluya amekalia kule State House itafika na kwamba viongozi wote wa jamii ya mkoa wa Magharibi tuweze kuungana pamoja ili tuweze kutafuta pamoja uongozi wa taifa letu la Kenya. Tunashukuru sana kwa kuja kwenyu, kuja kutuliwaza. We really appreciate your gesture. Umechukua wakati wako, umekuja kutuambia pole, kuja kusimama nasi wakati huu mgumu and we do not take it for granted. Umefunga vitu nyingi, umewacha vitu nyingi, umekuja kusimama nasi na tunakushukuru sana. Sitasema mengi, mbarikiwe, mbarikiwe. Asante.